Na na mkate na juisi. A -a, lakini kama kunipatia mkate na juisi, naomba kwanza ipate udani yangu kwa wewe sasa kutembea na alafa sio hatari kwa, kwa afya yako si ndio? eh? maana kingine ya na ukiacha tu mara yake aliyokuwa nayo ile, alafu akufuataye muuza duka yule, ni tano mara sita, tano mara sita sawasawa na 30, kaka 30, tunazungumzia hapa. Hiyo jela kama nakuona unavyoenda zako pale mahakamani, alafu unahukumiwa, alafu hukumiwa hata na mtu so baba yake wala mama yake, Jamhuri. <laughs> Yani picha rais, nakaa pale juu, inakutazama macho ile, mama kama unamuona anapokuangalia, alafu akimpeleka zake kugonga wino tu, unataka kujitetea wewe. Unaweza kubishana na picha, Pengo? <laughs> Sasa mambo mapenzi hapa inakujaje? Tunaongelea afya. <laughs> Ni sawa tu kama nilipokuwa sigara mimi, hivyo hivyo hatari kwa afya yangu, hatari kwa afya yangu hivyo hivyo. Ndio. Unaona ni mambo gani? Pengo. Vitu ambavyo umenikosea leo ni hivyo. Wewe ushaona mapenzi yameandikwa kwenye bango kama ni hatari kwa afya yako. Lakini sigara si imeandikwa katika mapochi huko. <hito> Hata mapenzi pia kuna sehemu bango lipo. Wewe fika Maturubai, fika wapi? Kawaambia jamani, natembea na mwanafunzi. Takutana na bango kubwa tu tena kubwa zaidi ya hilo kaka.

Hapa nipo wapi? Na nani amenivua nguo? Nataka kujua mimi ni na nana uh, nani namanika kuvua nguo? Usiku ni mambo ya kuyaongea wala usitumia nguvu <todit> oh, uh, kubwa najua mimi naumia Nifungue bwana! Hebu acha weliza kinge, ataunipana kichwa, na hapa ni kwangu. Oya, wewe! Usinitie chizi, usinitie taila. Nataka nijue wewe ni nani na hapa nimefikaje? <laughs> wewe demu, unayaweza? Unayaweza kama kweli? We unayaweza, na unataka kujua hapa umefikaje? Na wewe ni nani? Nifungulie hizi kamba. <tri> naweza kapata magari ya magaaata mbagaa langi tatu Dar es Salaam hiyo. Sasa mbona hapa upo mbali sana na hauwezi kupata magari ya kuelekea huko? Kwani hapa nipo wapi? Hapa hupo Kibaa, maili moja hii ni Pwani. Namba gari la rangi tatu ambayo unaizungumzia wewe hiyo ni Dar es Salaam. Na ndio maana nimeona kwamba unataja maeneo ambayo hawezi kupata gari za kufikia huko. Wewe dada. Samahani.

Wewe mwingi, subiri basi, taratibu. Baba pole pole pole, imekwaje mwanangu mpaka natokea hivi? Nini shida? Akamba kamba afu mwanangu, umefungiwa mlango? Sio kawaida hiyo, choro noma. Baba nani amekufanyia ujinga? Unajua uaji rafiki yangu ana moto huko. Pole sana, yaani mwanangu

Aisaa uh-huh. Lake ah, ah, ah, ah, eh, eh. Amani. Amani. Bana choro. Kama nilivyokuambia. Huyu uh, ni rafiki yangu na nimesoma naye kabisa. Kwa hiyo hata hizi vurugu unazoziona zimeanzishwa, imekuwaje? Ni kuto kuelewana tu hivyo. Ni kuondoe shaka, usiwe na wasiwasi, usiwe na shida yoyote. Kwa hiyo unanihakikishia kwamba hana shida yoyote, hana shida na ni mzima kabisa wa akili na afya ni vile tu kuto kukufahamu na kitu kingine ni mtu ambaye mwenye hasira hasira, alafu cha kuongezea aongee ina na kusikia unachokisema, okay. Sasa awe na adabu, alafu mwambie mi nani, mwambie mi ndugu yako tena wadamu. Sawa hmm. maana ule mputaputa leo kuja nao ujue, mwanangu, na kanikuta leo kidogo niko vizuri. Angenikuta niko vibaya, huyu angeumia. Maana si unaona pale kile kitofa kile nilivyokirusha kile, iliko kinakuja hapa, lazima ungeenda deki, sijui, nanielewa. Alafu hmm. mwambie kabisa mimi naitwa Cholo au Hunter. We, kuna kitu mwenzio mkichwani. Akijakaa sawa. Kwa kuwa makini. Afu sura yake afana mtu mweusi. Unamjua mtu mweusi? Mm. Ndio sura yake copyright kabisa. Yule mtu mweusi ni safari zake za kwenda sauzi. Afu mbishi mbishi muda wote anakamatwa. Ndio huyo. Sina jipi hapa mimi naondoka. Sawa. Kwa hakika nikiondoka kuna kitu kitakuwa kizinduo. Basi nawe tena, hmm. <laughs> <Ujeke. laughs> ma. Kama njiwa naona hapo, unaweza kupeperuka peperuka, wala uko nje, hata atazungumza. Ila tu kikubwa huyo hakikisha unamsuka zile zake, ziko tifutifu na kwa soft fresh Black beauty mtoto mzuri. Uh, tamani kulungea kitu lakini hapana, awezi kutongoza mtoto kama huyo, ina shida <laughs> Bye. We binti kwa mwana wa rafiki yangu ananyuka hapa na kuondoka, yule kichwani kwake kuna kitu kijakaa sawa. Kwa hiyo kule kushikiana kwenu magongo na kushikia na mawe na ile jua lolirusha light, kama ningekupata mkanisababishia umauti wa mtu mmoja alafu mimi ningekaa hapa sawa. Nahitaji kujua wewe ni nani na hapa nimefikaje fikaje? <laughs> salamu kwanza na kufahamiana ndo jambo jema kuliko vyote. Mimi kwa majina naitwa Jumbe, lakini kwa hapa mtaani wamezoea kuniita Pengo. Sijui wewe unaitwa nani mwenzangu. Jina langu mimi ni Shami, ila nahitaji kujua hapa nimefikaje. Ha, Shami <laughs> Shami, mimi nilikuokota kwenye mazingira magumu, nilikupata ukiwa umetupwa na watu wasiojulikana watu wasiojulikana. Na maana gani? Ni watu ambao sio wa hapa, ama sio sehemu ambapo mimi ninazopita pita kwenda kwenye maeneo yangu nikawakuta. Kwa hiyo wewe ni nani? Wewe ni Shame, ila mimi nahitaji kujua sasa umetokea wapi na wale watu ni wakina nani? Awendo na wakunijibu hili Sama, imekuwaje huko? Sawa, tuachana nayo. Wacha basi nikwambie kitu ambacho kinaweza kuweka sawa kwenye akili yako. Mimi takupatia nguo lakini pia nitakupatia mawasiliano kwa ajili ya kuongea na ndugu zako wa Dar es Salaam. Na sijaishia hapo, nitakupatia kiasi cha fedha. Ukiendelea kukaa hapa itakuwa ni hatari kwangu. Kwanza serikali ya mtaa pamoja na mjumbe tutamani kujua wewe ni nani na umetokea wapi.

Nyumbani yule alikuhusu. Sema shida yako. We baba, we, niko peke yangu. Sema shida yako.

Baba nishakwambia, sikutaki, sikutaki. Unanielewa? Sikutaki. Sema shida yako, mi nina kazi zangu za kufanya, unajua. Nenda kwenye point. Hmm. Eh, baba, mbona unazunguka sana? Sema shida yako, unanikera. Nitakata simu, unajua

Wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe. Em, subiri kwanza, unajisikia wacha kiongea. Baba, baba usinitafutie kesi. Subiri. Em, subiri kwanza, subiri. Yaani umpengo jamani kweli wanaume wote wa malaya, yani umalaya waachi. Nampa vitu vyote, namvumilia shida, na laa leo ipo na mwanamke mwingine kitana nacholala mimi. Hehehe, yani upengo hunampa kila kitu, miundo yote

Leo, narudia tena. Yo. Alibia mahusiano yako na imani, mnapendana mnapendana sana. Mimi nachokuomba unipatie simu kama ulivyoniahidi, na unisaidie begi pamoja na nguo kadhaa ambazo nitakuwa nabadilisha kipindi ambacho nitakuwa nimeenda Dar es Salaam na muombe msamaha. Muombe msamaha mpenzi wako na umwambie kwamba mimi sio sio mwanamke wako wala hatuna mahusiano yoyote. Oh, sawa. aanikafanya nikafanya yoyote, lakini kwa namna ambavyo alivyoondoka, azankasema ya mimi ndo nimekosea Sina njia yote ya kujitetea lakini nitajaribu kwenda kwa Mungu msamaha. Cha kwanza kabisa kinachonifanya hata mimi nikose pawa ya kwenda kwake. Nguo ulizozivaa nazifahamu vizuri sana kwamba ni mali yangu. Cha pili, wakati ule wakati nikuja na hasira ulistahili walau kutoa neno ili upate kunitetea na uwe upande wangu. Lakini usijali, watu tuachane nayo, ni kitu ya kawaida nitajua mimi na vipi. Ila kikubwa nitakupatia hiyo simu kupatia na nguo na cha kuongezea pia kuna kiasi kidogo cha fedha nilikutengea, cha kukusaidia njiani mpaka Wewe umefata nini? Ha? Umefata nini? Mimi na wewe kwa kule. Huko umefata nini? Tunda. Umefata nini? Mtu hela huna. Kitambi kitambi. Mipengo mipengo. Nimekupanda hivyo jinsi ulivyo lakini bado mwanaume uliziki mfata kitu cha usika chungu. Hebu kwanza nitazame. Nitazame na macho yako. Hebu nitazame vizuri. Nitazame. Mtoto mm. nimeumbwa. Sura ya mm. peponi. Ehe. Kinachokuangalisha kule kwenye chungu. Nisikilize. Nisikilize Tunda. Kwa nini upendi kuheshimu mawazo ya mwenzako lakini eh? Kwa nini nimetoka huko kote nilipotoka mpaka nimekuja tena kwako hapa, lengo tukae tuyajenge, nilipokosea tuyamalize, tujue tunaendelea vipi yeah. na unajua jinsi gani navyokupenda hmm. na unajua tumeaidiana vingi mimi na wewe, tushamalizana toka kule, sio hapa afunge taratibu Wewe shida gani? E, ongea taratibu, mimi sina ujanja kwako. Unajua jinsi gani ninavyokupenda unakuja kuniacha kiurahisi kabisa. Sikutaki. Unalama na kwamba sikutaki. Sikutaki. Mimi na wewe. Toka kule. Kule kwa ule malaya wako kishamalizana. Ha, ha. Sasa vile vitu ulivyoviona Tunda ndo maana nimekuja hapa, ndo maana niko hapa tageti tu yamalize. Kingine kinachoniuma mimi yani wewe unaniacha mimi kwa kitu ambacho haukijui, labda nikuelezee kwa uchache. We Tunda! Be! Vipi hapo? Nakuja. Wewe, nishakwambia, sikutaki, nenda kwenu shamba wewe